Kanisa na, na wanafunzi mnyamaze. Kwa nini toba tobal ni sakramenti ya pili? <coughs> Anaijua. Na wakweli eh? <coughs> Na ubatizo. <coughs> sana lakini umepotea njia kidogo, na kwa kweli, kwa hatusemi toba tunasema toba au ghofira, toba au ghofira. Ubatizo ni sakramenti ya kwanza kwa sababu ndio inayomuunganisha mtu na Mungu baada ya mtu kuanguka kwenye bustani ya Eden. Kwa ukishazaliwa unazaliwa na dhambi ya asili ile ya kutotii. Ndio, ndio maana unaona mtoto tangu tumboni anapiga mateke anapiga mikono, ukimrudisha bado anarusha mguu, kutotii. Yani, kupo tu njia ya kukurudisha ni ubatizo. Ubatizo ni kufanywa kuwa mali ya Mungu, unatolewa kuwa mali ya Mungu. Lakini ukishafanya kuwa mali ya Mungu, unaishi kwenye ulimwengu ulioanguka, unaishi na watu walioanguka, ambao penda usipende huwezi kuwa salama. Na ndio maana hata andiko mahali pengi linasema, tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na hata wa haki na kutusafisha na dhambi zetu zote. Kwa sakramenti ya toba ni ya pili kwa sababu tukisha ungwa na Mungu hatuondolewi duniani, tunabaki duniani ambako bado dunia yule mwovu yungalipo na watu wake waovu wapo. Kwa hiyo tutaendelea kuteleza na kuanguka kila wakati sakramenti pekee inayotengeneza hayo maanguko hayo ni sakramenti ya toba. Kwa maneno mengine, hakuna njia ya kurudi upya baada ya ubatizo, ukianguka isipokuwa, kwa njia ya toba. Sio kipaimara, sio ndoa, sio nini. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mwandishi wa, wa waraka wa Yakobo kwa watu wote sura ya tano anasema hivi sura ya tano, ungameni dhambi zenu, ungameni, aya kumi na sita, dhambi zenu na kuombeana mpate kuponya. Ungameni. Kungama sio kile kitendo cha kwenda ku, kusema maneno kwa padre Kungama ni tendo refu sana. Ni tendo refu sana wala sio kile kitendo tu cha kupiga goti tunapoanza misa tuingie kwenye ungama wote, alafu wote tuwapiga pia, pia, pia, pia, pia, tuimalize. Ungameni ni neno pana sana Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. tunazozitenda wenyewe zimejigawa katika makundi makubwa yafuatayo. Kuna dhambi ambazo tunazifanya kwa kukusudia. Unafanya kwa kukusudia kabisa kwamba hapa anaenda kuiba Umekusudia, unakusudia kabisa, hapa naenda kumchukua mke wa fulani umekusudia, au mume wa fulani umekusudia. Lakini ukibakwa hukukusudia. Bwana Yesu asifiwe, amen! Siku hizi <laughs> hata wanawake wanabaka, wanao, iko wazi tu kule mjini. Ukiingia saluni wanaokunyoa ni wanaume, ndivyo sivyo? Halafu unaingizwa kwenye kachumba kingine, unaambiwa eti unaenda kusafishwa. Wanaokusafisha huko watoto wadogo wa kike, sio wanaume. Alafu, wa kike halafu, ikiwa wewe ni mwanamke anayekusafisha ni mwanaume, anatafuta nini? Akimaliza wakimali, nakwambia. Na na na sasa, katika vyumba vile ambavyo vimefungwa huku na huku madirisha amefungwa, ni rahisi kubahwa, sio kwamba umekusudia, lakini ni rahisi kubahwa. Kwa hiyo una dhambi ambayo unajua kabisa unakusudia na kwenda, umeona ndizi ya mwenzako imeiva Nasema unachungulia huku na huku pwa, unabeba, unaondoka. Umekusudia na panga la. Kuku wa mwenzako umeona ameingia unakwapua. Hii umekusudia. Lakini ziko za aina hiyo za kutokusudia. Unaendesha gari, unamgonga mtu kafa, sio kwamba umekusudia umuue, ah, umeua, lakini au gari ndio limeua, maana gari halijiendeshe lenyewe. Unaenda polini unarusha manati, kokoto inaenda inagonga mtu kwenye jicho, anadondoka kafa. Sio kwamba ulikuwa unakusudia kumpiga huyu mtu, ulikuwa unakusudia ku kumpiga ndege, ndege umemkosa, imempata mtu, mtu kafa, kwa hiyo umeua. Una kichanga tumboni, unakwenda unapata dawa, unaumwa si malaria wala nini Alafu ghafla kichanga kinachopoka, hukukusudia kitoto, lakini umepewa dawa, pengine ukumwambia daktari. Lakini kuna huyu ambaye anatoka kabisa, anajipanga na mvulana na mume wanakwenda ku, ku, ku, ku, kuchopua, sijui wanatoa mimba. Sasa huyu amekusudia. Na Yesu Kristo asifiwe. Amen. Katika hizi dhambi za kukusudia kuna ambazo ni za mauti na kuna ambazo sio za mauti. Hapa tutaenda taratibu kidogo. Dhambi iliyo ya mauti ukishaifanya itakutesa. Itakutesa. Dhambi isiyo ya mauti itakutesa, lakini haikuumizi. Na unaweza ukajisahau kwamba umefanya dhambi. Na ndio maana tunaambia ukisema huna dhambi unajidanganya tu mwenyewe. Bwana Yesu Kristo